Miaka mingi iliyopita niliandika kwenye ukurasa wa mbele wa Biblia yangu, ama, kitabu hiki kitakuepusha na dhambi au dhambi itakuepusha na kitabu hiki. Naam, wazo hilo linatoka moja kwa moja katika Zaburi 119. Tunapoanza safari yetu ya hekima kupitia Zaburi hii kuu, mtu anawezaje kuweka njia yake safi? Naam, kwa kulindwa kama ilivyo na neno la Mungu. Hilo linafanya kazi kwa mwanamume au mwanamke mzee au kijana. Naam. Na kwa mistari 176, hii inatokea kuwa Zaburi ndefu zaidi katika kitabu cha nyimbo kilichoongozwa cha Israeli, kitabu cha Zaburi. Sasa ingawa hii ni zaburi ndefu, mada yake ni wazi sana na imewasilishwa kwa nguvu. Inahusu hitaji tulilo nalo katika maisha yetu hitaji tulilo nalo katika maisha yetu kwa neno la Mungu. Roho Mtakatifu alimwongoza mwandishi wa Zaburi kutumia visawe nane tofauti kurejelea neno la Mungu, na kama nilivyotaja katika kikao chetu cha mwisho, uwe mwongozo wa masomo kwa somo la leo unapatikana kama wewe ni mwanachama wa kikosi. Unaweza kutupigia simu ili kujua jinsi ya kuwa mmoja. Tumetoa ufafanuzi mfupi kwa visawe vyote nane, kwa sababu kwa sababu kila kimoja kina aina fulani ya Yahya, tofauti kidogo mimi mimi naita ladha tofauti. Kwa kusema hivyo kwa neno la Mungu, kuna kipengele kingine ambacho tunahitaji kusisitiza hapa kwa sababu kimeangaziwa katika Zaburi hii. Zaburi hii ni sala kwa kweli. Mara 255 mtunga zaburi anaelekeza mawazo yake kuhusu neno la Mungu, u uh, kurudi kwa Bwana, u uh, katika katika sala. Ikiwa unataka kuongeza upekee na uhai katika maisha yako ya maombi, mpendwa, anza tu uomba kupitia Zaburi 119. Sasa oh, tena hatujui ni nani aliyeandika zaburi hii, hatujui ilipoandikwa, lakini iliandikwa kwa ubunifu sana kama akrostiki. Kila moja ya beti ishirini na mbili za wimbo huu huanza na na inaonyesha herufi inayofuata ya alfabeti ya Kiebrania. Uh, kama zaburi hii ingeandikwa kwa Kiingereza awali, beti ya kwanza na mistari yote minane katika beti ya kwanza ingeanza na herufi a. Beti inayofuata na mistari yote minane katika beti hiyo ingeanza na herufi na, na kadhalika. Sasa tunapochunguza zaburi hii kwa undani zaidi nataka kupanga mawazo yetu kuzunguka maswali manne. Kwa kweli mimi mimi naona haya kuwa maswali yanayogusa moyo uh. Katika moyo wangu na maisha yangu kuhusu jinsi ninavyoshughulikia neno la Mungu na nataka nataka kuyawasilisha kwenu. Tunapaswa kujibu maswali haya manne kama vile mshairi huyu asiyejulikana atakavyoyajibu katika zaburi hii katika maisha yake mwenyewe. Miaka mingi iliyopita. Hivyo basi hapa kuna swali la kwanza hu. Je, unapenda mafundisho ya Mungu? Ninachomaanisha ni hiki. Je, unapenda neno la Mungu? Hapa katika mstari wa 167 mtunga zaburi anasema hivi, nafsi yangu inashika shuhuda zako, ninazipenda sana. Kei, kwa nini? Kwa nini hili lingekuwa muhimu? Naam, unapopenda neno la Mungu inaonyesha kwamba kwa kweli unampenda mwandishi wa neno la Mungu, bwana mwenyewe. Nilipokuwa nikichumbiana na mke wangu wakati wa siku za chuo, hatukuwa na simu za mkononi, hatukuwa na kompyuta tulikuwa tunawasiliana kwa njia ya zamani, unajua tulitumia posta na kuandikiana barua, na acha nikuambie, tulifanya posta iendelee na biashara. Sasa lazima nikiri, Masha alikuwa bora zaidi katika kuandika kuliko mimi. Angeandika ukurasa, na mimi ningeandika sentensi chache, lakini nilipenda sana kupokea barua zake. Kwa nini? Kwa nini kwa sababu nilipenda barua? Hapana, sivyo nilimpenda yeye na nilitaka kusikia kutoka kwake, na ningesoma kila neno katika barua zake kwa makini, na mara nyingi kwa kurudia. Sawa, katika Biblia, unajua kimsingi unatazama barua za Mungu zilizoandikwa kwako, na kama unampenda basi, utapenda neno lake. Swali linalofuata unajua ambalo linatia hatia ni hili. Je, unakumbuka neno la Mungu? Hapa nyuma katika mstari wa kumi na moja una tangazo la uamuzi wa mwandishi wa zaburi hapa, ambapo anaandika nimeweka neno lako moyoni mwangu ili nisitende dhambi dhidi yako. Sasa kama mvulana mdogo, nilikumbuka mstari huu kutoka katika Biblia ya King James iliyosema, neno lako nimelificha moyoni mwangu ili nisitende dhambi dhidi yako. Wazo la kuficha e, au kuhifadhi lina wazo la la kulinda katika lugha ya Kiebrania, na nawacha ni kuambie ikiwa moyo wako umejaa Maandiko, maisha yako e, hayatajaa dhambi. Kama nilivyosema hapo awali, e, kitabu hiki kitakuepusha na dhambi au dhambi itakuepusha na kitabu hiki. Sasa hapa kuna swali la tatu linaloshtua na linasababishwa tena na zaburi hii kuu. Je, unataka kuelewa Neno la Mungu? Basi mtunga zaburi eh, anaonyesha jibu sahihi kwa swali hili hapa katika mstari wa kumi na nane ambapo anaandika fungua macho yangu ili niweze kuona mambo ya ajabu kutoka katika sheria yako. Kifungu hiki cha fumbua macho yangu kinatoka kwenye neno la mzizi la kebrania linalomaanisha kufanya uchi Ilikuwa ni ni desturi ya kawaida ea, katika siku za kale kuchukua maadui waliokamatwa na kuwavua nguo kabisa na kisha kuwapeleka e uhamishoni. Tunaweza kufikiria jinsi uzoefu huo unavyoweza kuaibisha eh, na Waisraeli wangejua moja kwa moja maana ya hili msemo huo huo umetumika kwa Nuhu katika Mwanzo saa 9 na madakika 21 alipokuwa amelala bila kufunikwa au akiwa uchi kabisa katika hema lake. Kwa hivyo katika aya hii, mwandishi wa Zaburi anamwomba Mungu amvue kwa unyenyekevu, ili ili ufunua moyo wake wenye dhambi. Tena anasema fungua macho yangu, anaomba kwa maneno mengine, anasema ondoa vipofu vya dhambi, ili mimi kupitia kukiri na utakaso niweze kuona mambo ya ajabu kutoka katika sheria yako. Unaona, muumini mcha Mungu haji kwenye Biblia kutafuta aya ya kutetea u uh, matendo yao, chochote wanachotaka kufanya. Anakuja kwa unyenyekevu na anasema, nitasimama uchi kiroho kama ilivyo mbele yako. Nataka uniambie kile ninachohitaji kufanya. Sifichi chochote kutoka kwako. Sasa hapa kuna swali la nne na la mwisho la kushtua. Je, unataka kweli kutumia ukweli wa neno la Mungu? Labda wewe ni muumini mzee na umekuwa ukisubiri kuona kama ningetaja aya hii inayojulikana vizuri hapa, aya ya mia moja na tano. Hivi ndivyo inavyosema: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Unajua hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha ukiondoa neno la Mungu katika maisha yako unachobaki nacho ni giza totoro tupu bila mwelekeo wote maishani. Lakini ukiruhusu neno la Mungu kuingia katika maisha yako linakuja na mwanga. Sasa nataka uwe na mawazo siyo ya mwangaza huu wenye nguvu ambao unaweza, unajua, mwangaze umbali wa futi mia moja. Hii ni rejeleo kwa taa ndogo ya mkononi iliyotengenezwa kwa udongo ambayo ilikuwa ya kawaida katika siku za kale. Nina moja katika chumba changu cha masomo inayorudi nyuma hadi siku za Abrahamu. Na unajua ilifanya nini? Iliangaza mwanga wa kutosha tu uchukua hatua inayofuata. Vivyo hivyo, neno la Mungu haliangazi wiki ijayo au au mwaka ujao. Itakupa mwanga unaohitaji kwa hatua inayofuata tu. Kuna mtu aliniambia muda fulani uliopita kwamba hapendi mahubiri yangu kwa sababu nilichukulia neno la Mungu kwa uzito sana. Kweli hakutambua, lakini kwangu mimi, hiyo ilikuwa pongezi mzuri. Nakumbuka wakati wazazi wangu waliponunua kipande kidogo cha ardhi, nilikuwa kijana. Walinunua ekari chache huko mashambani na wakajenga nyumba ndogo ya ghorofa moja. Baba yangu ambaye alikuwa mishonari alijaribu kuokoa pesa zote alizoweza, hivyo akaajiri rafiki ambaye alikuwa mkandarasi mkuu, na waliokoa kila senti walioweza katika ujenzi wa nyumba hii ndogo. Wakati sakafu ilipowekwa hatimaye, nilikuwa uh, nimerudi nyumbani kutoka mwaka wangu wa kwanza wa chuo kikuu. Uwe kikosi cha mafundi wa mawe kilikuja na waliweka sehemu ya moto na wakaanza kujenga mahali pa moto pale kwenye chumba cha familia. Basi usiku huo baba yangu na mimi tulienda kuona maendeleo, na mahali pa moto kilikuwa kimejengwa hadi nusu ya dari wakati tulipofika. Na tulipokuwa tumesimama pale tukiangalia, tulijikuta tumeegemea upande mmoja, ilikuwa inaonekana imepinda kwetu. Basi baba yangu alimwita mkandarasi, ambaye alikuja, aliingia na kuangalia na akasema, imejipinda. Basi tulifikiri ilikuwa hivyo. Siku iliyofuata aliwaambia wafanyakazi wake waibomoe hadi kwenye jiko na kwanza upya. Basi tulirudi jioni hiyo na kuingia mara moja na na wangalia pale kwenye chumba cha familia kile walichokuwa wamefanya, na tena kilikuwa kimejengwa juu kidogo zaidi kuliko ilivyokuwa siku iliyopita, lakini tulipokuwa tukiitazama tulijikuta tumeegemea upande mwingine. Mkandarasi aliitwa na alikuja akaangalia na kusema, basi, unajua nini imejengwa vibaya tena. Aliita wafanyakazi wake na siku iliyofuata aliwaambia waibomoe yote hadi kwenye sakafu wakati huu na kuanza upya. Siku chache baadaye, baba yangu na mimi tulienda na tukaingia moja kwa moja kuangalia hiyo mahali pa moto, na wakati huu ilikuwa imekamilika na na ilikuwa imefika hadi kwenye dari na na yote ilikuwa imeunganishwa na wakati huu ilikuwa imenyoka kabisa. Nilimsikia baba yangu akiongea na mkandarasi mchana huo na akamwambia e eh, unajua walijenga vibaya mara mbili za kwanza. Nini kilifanya tofauti mara ya tatu? Mkandarasi alicheka kidogo na kusema kweli, kith e eh, unajua tunajaribu kuokoa kila senti tunayoweza, na na kwa hivyo nilikuwa nimeajiri kikosi cha vijana wasio na uzoefu kuweka matofali. Lakini kisha mkandarasi alisema, mara ya tatu hata hivyo nilibaki nyuma nilifanya kazi nao mwenyewe. Wapendwa, hebu niwaambie kwamba eh, eh, Biblia uliopewa ni kama huyo mkandarasi wa kimungu. Mungu, eh, Mungu ameacha hii nyuma kwa namna ya kusema, ili kukusaidia wewe na mimi kujenga maisha yaliyo sawa, ya kweli, safi na sahihi. Hatuhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu kuichukulia kwa uzito kupita kiasi. Eh, tunachohitaji kuwa na wasiwasi nacho ni ni ukweli kwamba labda hatuichukulii kwa uzito wa kutosha. Kwa hiyo, tuichukulie kwa usahihi. Tupende neno, tukariri neno, tusome neno ili kulielewa, kisha tuhakikishe tunafuata neno tunapojenga maisha yetu, kumtukuza Mungu wetu.